Watu walikuwa kuna shida ya maji na wamekwenda vitani. Sasa ilipokuwa wamefikia kwenye maji, wakawa wanayakimbilia yale maji. Walipokuwa wanakimbilia maji, bwana mmoja ambaye ni katika watu wa Maka akapigana kumbo na bwana mwengine katika watu wa Madina. Na inasemekana huyu aliyempiga kumbo mwenzake ni mtu wa Maka alikuwa tena ni mtumishi wa Umar bin al-Khattab. Sasa katika kupigana kumbo huyu mtu wa Maka akankanyaga jamaa wa Madina yule akakasirika akamsukuma waliposhikana sasa yule mtu wa Madina akaangushwa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul akapata nafasi ya, kupi, ya kusambaza fitina yake, akawaambia ahlaltumuhum biladakum, nyinyi mumewahalalishia mukawaingiza mji wenu, wamehama Makka huko wakija, mukawapokea mukawakaribisha. Ahlaltumuhum biladakum waqasamtumuhum amwalakum, na mukawagawia mali yenu mukawapa majumba mukawaleta sokoni mukawafungulia biashara na mengineo. Nyinyi wenyewe waqasamtumuhum amwalakum, na mukawagawia mali yenu. Sasa lau amsaktum, lau mungelizuia ma indakum min amwalikum, kile mulicho nacho kutokana na mali yenu, hawa mabwana lamarakibu riqabakum, hawangeliwapanda juu ya mabega yenu. Leo wamewapanda juu ya shingo zenu, kwa sababu nyinyi mumewapa kula, nyinyi mumewakaribisha majumba, na wao sasa wamepata shibe. Shibe ile imekuwa leo huwapiga nyinyi. Hebu angalieni basi, zuieni msiwape tena chakula chenu, Musiwape tena chochote mulicho nacho, jizuieni. Kisha akawaambia wal arabu yaqul. Angalia maneno ya uchochezi asema Abdullahi bn ubay ibn Salul, kwamba waarabu wasema samin kalbak, mlishe jibwa ya yakuluk, atakula wewe mwenyewe atakung'ata baadaye. Maneno kama haya Kijana mmoja wa kisahaba akayasikia. Alipoyasikia akamkabili yule bwana, akamwambia Abdullahi bin ubay bin Salul, innaka munafiq, wewe ni mnafiki, wala ukhbiranna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam na khabari hii na maneno haya uliyoyazungumza, mimi nitakwenda mweleza mtume sallallahu alayhi wasallam. Usione kwamba ninakwambia wewe ni nafiki hapa itakuwa ni basi nitakwenda nyamazia. Nakwambia hivi na hivi, hivi ndivyo nitakavyoenda kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule kijana akatoka moja kwa moja, akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Akenda akamwelezea zile habari, lakini alipofika, akazipata aya zishateremka kuhusu tokeo na maneno aliyoyasema, na aya ziko mbele. Sisi bado tuko katika aya ya kwanza, ziko mbele aya. Yule bwana akaambiwa, basi ni kosa hili lilishajulikana, na mtume ameshateremshiwa haya, na maneno umeyasema kweli. Hebu wewe sasa nenda ukaombe msamaha kwa mtume kwa maneno uliyoyasema ume sababu so, umesema maneno haya kwamba hawa, tuzuie tusiwape chakula chetu, hawa lao, tungelizuia hawangetungelizuia hawangelitupanda tungeli, tungeli hawangeli, juu ya mabega yetu, kisha akasema kuwa pia wale wenye nguvu watawatoa wanyonge, ukikusudia mtume. Nenda akasema hapana, akatikisa kichwa, akasema hivi, hakuna lilobakia sasa mpaka twende tukamsujudie Muhammad, yaani kwenda kumwomba msamaha mtume kwa makosa aliyoyafanya. aona kwamba itakuwa huku ni kumsujudia Muhammad, hakwenda. Hili likabainika, tena na gengi la wanafiki likabainika, likazidi kuwa jingi. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasalam walikuwa wakiuogopa unafiki, na sisi twafaa tuuogope unafiki. Katika masahaba waliokuwa na upeo wa kuuogopa unafiki, Handhala alikuwa akiuogopa sana unafiki. Abu Bakr alikuwa akiuogopa sana unafiki. Omar alikuwa akiuogopa sana unafiki. Ikafikia hadi siku moja Hamdala akenda akamshika Abu Bakri mkono akamwambia ya Aba Bakr, nafaka Hamdala. E, Abu Bakr Handhala amekuwa mnafiki, yaani ajilaumu mwenyewe, amwambia Ababakri, Handhala amekuwa mnafiki. Taala ya Ababakri njo, Ababakri angalau tupate mahali tujikumbushe, tujitoe katika unafiki. Ewe Abubakari, Handhala amekuwa mnafiki. Kwa nini? Mbona wasema Handhala amekuwa mnafiki? Asema sisi hukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam akatu, akatusomea aya za Qur'ani akatupa maelezo, tukawa katika hali nzuri ya laini, moja kwa moja tuko kwa Allah, moja kwa moja sisi sisi na Mola wetu. Mara sisi huondoka kwa mtume tukenda kwa wake zetu majumbani mwetu tukenda tukazungumza mambo ya kawaida nyumbani, hivi na vile, na starehe zetu, tayari twa usahau Uislamu. Mimi naona tukitoka katika hali ile ya kuwa na mtume, kisha tukaenda kwa wake zetu tukazungumza mambo ya kidunia na mengine, na kuteka na kuterema, basi huwa tayari tumekuwa wanafiki. Handhala alikuwa akijiona hivyo. Abu Bakari akamshika mkono akamwambia ta'ala. Njoo bwana nadhhabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Twende kwa mtume, maneno uliyosema haya ni maneno mazito, twende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakari akaenda naye mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda naye kwa mtume, mtume. Abu Bakar akamwambia ya, Abu ya, ya Rasulullah msikilize hambala maneno anayoyazungumza yeye. Tayari Abu Bakari tayari, naye pia yale aliyoambiwa na Hamdhala yamemtia hofu tayari, yamemtia hofu. Akayasema yale yale Hamdhala aliyomwambia Abu Bakari, akayazungumza mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwambia ya Rasulullah, sisi huwa na wewe, ukatusomea aya za Qur'ani tukaedhika ukatutolea mawaidha na ukatunasihi, tukawa tuajiona tuko barabara katika dini yetu, tuko kwa mola moja kwa moja, lakini kisha huondoka kwako sisi ya Rasulullah. Na tunapoondoka kwako, huenda kwa wake zetu tukakaa tukazungumza nao na ahali zetu, tukawa tunacheka mambo ya kidunia mpaka tukawa yale yamekuwa kando kabisa, tumeyasahau. Sasa huwa tumekuwa wanafiki sisi ya Rasulullah llah yani, hofu ya unafiki aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaambia lau kana maakuma, lau mungekuwa nyinyi pamoja na nyinyi wawili hayo munayoyazungumza na yale munayoyatukua kwangu, nyinyi wawili munakuwa na mimi katika hali ile niliyo nao ya utume, na saa zote kuwa na Mola, sipotei hata kidogo, wala sitelezi. Na nyinyi lao, mungekuwa hivyo kwa ubinadamu mulio nao, lasafahatkumul malaika fi turukat, basi malaika wangelikuwa wakiwapa mikono njiani, yani mungelikuwa na hali ya kuishi hamutelezi hata kidogo. Nyinyi masahaba wangu muko kama mimi mtume, basi nyinyi mungekuwa mkitembea njiani malaika huwapa huwa mikono, lakini saatun fasaa kwa kuwa nyinyi ni binadamu wa kawaida saatun, kuna vipindi mtakuwa mko katika laini moja kwa moja, hamutelezi hata kidogo, hamuachi kumtaja Mwenyezi Mungu hata nusu dakika. Lakini kwa kuwa mwanadamu wa kawaida, utakuwa mnamtaja Mwenyezi Mungu mara nyingi, mko katika adhkar saa zote, mnamfikiria Mwenyezi Mungu, lakini itakuja wakati mwingine, mara mwapiga mahesabu ya dunia mara mtu azungumza na mke wake, mara mtu azungumza na familia yake, mara mtu azungumza na marafiki zake. Kwa kuwa wanadamu wa kawaida, hivyo ndivyo mtakavyokuwa, sa'atun fa sa'a, kipindi kwa kipindi. Sio kwamba ati mkiwa katika kipindi katika hali hii na vipindi vingine mkawa mwazungumza na watu wenu nyumbani kwa hali ya maneno ya kawaida mtakuwa wanafiki, hamuhi wanafiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawabainia kina, kina hamdala pamoja na Abu Bakari kwamba msijitie wasiwasi kwamba mkifanya hivyo mumekuwa wanafiki. Ngala watu walivyokuwa wanauogopa unafiki! Hudhaifa, huyu tuliyemtaja kwamba alikuwa ni sanduku la Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani msiri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ikafika wakati namna unafiki ulivyokuwa na nguvu. Na unafiki huwa na nguvu, na vile vile huisha nguvu, na kwa mfano huu, na maneno hayo ninayosema, tusiseme tu amba twajaribu, yani kujaribu ili uishe nguvu. Unafiki huwa na nguvu wakati imani za watu zikiwa na nguvu Hili mulielewe. Ndani ya Madina ulipata nguvu unafiki wakati waumini walipokuwa na nguvu. Imani imezidi wanafiki, na wao wakazidi unafiki, ili wayafanye yale yao. Lau wangelilegeza mengi, hawangeyapata wanayotaka. Ni kama mfano ikiwa njia za upelelezi zimekuwa na nguvu zaidi, watu wenye kufanya uchafu huzutefuta mbinu kali zaidi ili wasipatikane. Huwa hivyo sasa. Unafiki unakuwa na nguvu wakati wa kukiwa na kuna kundi lina imani ya nguvu, ili kutaka kuvunja nguvu za ile imani. Sasa ndio pale ukawaona wao wakawa na kila mbinu ili kutaka kumrejesha mtume nyuma na kuuvunja Uislamu. We, angalia hili tokeo la watu mia tatu kurudi kutoka katika vita. Ni mtume kwa miaka mitatu ndani ya Madina, hata huo mwaka wa tatu haujakamilika, ni mwaka wa tatu umeingia tu, lakini walipoiona ile kasi ya dini inavyokuja, ile kasi ya dini inavyokuwa, na wao wakawa sasa wanaleta kila aina ya mbinu ya kutaka kuushusha hadhi Uislamu, ndio ukakuta mpaka kina Bi Aisha radhiallahu anha wakaweza kusingiziwa zina, na kwa kuwa na nguvu zao waliweza wakaofitini wenye imani kisawa sawa, wakahadaika na wakaamini baadhi ya mambo walioyazusha kama hili la kuzuliwa Bi Aisha radhiallahu anha. Sasa ikiwa ni hivi, mtume sallallahu alayhi wasallam, ikafikia wakati akamjulisha Hudhaifa majina ya wanafiki ikawa anawajua wanafiki wote na alama zao. Baadhi ya masahaba ikawa kwao ni tabu, je, jina langu liko lakini siri kwa Hudheifa na hana ruhusa ya, ku, ya kuwaeleza watu. Katika waliopata tabu na hii ni Umar bin al-Khattab. Umar bin al-Khattab ikawa humwendea Hudheifa akimuuliza nambie, bwana Hudheifa, Mtume alinitaja mimi katika wale wanafiki majina aliyokupa Mtume, mimi alinitaja Umar? Akajibiwa na Hudheifa ya kuwa Mtume hakukutaja na wala sitomwambia tena mtu mwingine habari kama hii. Akaambiwa Umar bin Khattab, wewe hukutajwa. Sasa watu pia ishakuwa ni tabu, huyu bwana ashaambiwa kuwa wewe hukutajwa, hana sisi wengine sote tunadhiki. Mwenye dhiki si Umar peke yake, sote tunadhiki. ikawa sasa watu wanamchunguza Hudhaifa, mwenyewe ikifika kumekufa sahaba, wanamchunguza Hudhaifa atakwenda kuswali salatul mayit, salatul janaza kwa sahaba huyu, ama haendi. Ikawa watu hupeleleza na kutaka kujua kwamba huyu fulani alikuwa ni mnafiki ama hakuwa mnafiki. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe kule alipokufa Abdullahi bin Ubay bin Salul aliambiwa asiswalie maiti yake mpaka ikafikia wakati Mtume asimamia kuswalia swalia janaiza ya huyu bwana, Umar akamshika mtume kanzu, akamvuta kumwambia, utanswaliaje mtu huyu? uliambiwa kwamba usimswalie wala usimuombe msamaha, vipi leo iwe wewe utaka kumswalia? aliposimama akamwambia Omar, ni kweli nimeambiwa hivi, lakini wajua, ikiwa mimi nitamwombea msamaha zaidi ya mara sabini, wajua baada ya mara sabini atasamehewa ama hatasamehewa? Kwa sababu aya inasema ukimwombea msamaha mara sabini hatosamehewa, je baada ya mara sabini? Walijua hilo Umar, akarudi nyuma kwa hili akarudi nyuma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkataza kabisa mtume, baadaye ya kuwa hana ruhusa ya kulifanya hili kwa huyu mnafiki. Sasa ilipokuja hayo, ndiyo sasa ikawa Hudhaifa naye kuchunguzwa na masahaba ili iwe ni alama, wakimwona Hudhaifa amemswalia yule sahaba, yani ameingia katika salat aljanaza, naye akasali kuswalia yule sahaba basi inawabainikia kuwa sahaba huyu hakuwa mnafiki. Lakini ilikuwa wakimwona mtu aliyekuweko katika zama za mtume pamoja na mtume, sasa mtume ameswalia, hakumswalia huyu mtu wao, moja kwa moja wanakatikiwa kwamba huyu ni katika wanafiki. Ikaenda hivyo ikaenda hivyo, wakawa wanampeleleza hivyo, ikafika wakati wakamuuliza Hudhaifa. Maswahaba wakaja kwa, hu, kwa Hudhaifa, maswahaba wamekufa wengi wengi wamekufa, wakaja wakamuuliza Hudhaifa, je, hal baqiya ahadun, je, kuna aliyebakia katika hawa wanafiki? Maanake wamemchunguza kuna sehemu hakusali. Je, kuna waliobakia? Akasema Hudhefa, matu wamekufa illa wahidan, isipokuwa kuna mmoja amebakia. Hao niliyopewa majina yao na orodha yao wamekufa, isipokuwa kuna mmoja amebakia. wa wainshariba lmaa. Na huyo aliyebakia, alama yake nawapa, yani hawatajii jina, alama yake nawapa, wainshariba lmaa hata akinywa maji lam yajid bardahu, hatapata ule ubaridi wa maji, yani hatohisi utamu. fi batnihi, katika tumbo lake, yani awaambia, yuko amebakia, lakini ni mzee sasa. Kazi kwenu, fanyeni utafiti, mutafiti, lakini sio atajii jina. Wadhifa akawaambia maneno haya, amebakia mtu ambaye ni mmoja hata akinwa maji ule ubaridi wa maji, maji haupati katika tumbo lake. Huyu ndiye aliyebakia sasa. Wanafiki hatari yao huamini kwa ulimi, kama sisi tunavyoamini kwa ulimi, tukisema tumeamini, lakini sasa tofauti iliyoko sisi na wanafiki ni moja. Sisi huamini kwa ulimi na wao huamini kwa ulimi kwa kusema kama tunavyosema sisi, lakini sisi vilevile vile, huitakidi kwa moyo na wao hurudi wakawa hawana itikadi kwa moyo. Hii ndiyo tofauti

na cha chini kabisa imatatul adha anitariq ni kuondosha uchafu katika njia. Lakini hebu chukua hili neno la kwanza alaha qaulu la ilaha illa Allah, kilma cha kwanza na cha juu ni neno la ilaha illa Allah. Wenye imani ya uislamu na yaqini si wanasema la ilaha illa Allah na wanafiki wanasema. Kwa hivyo wao wanasema, na sisi twasema wametumia ulimi, tumetumia ulimi, lakini hiyo la ilaha illa Allah kwa muumini wa kisawa sawa, amesema kwa ulimi, thumma taqada bi qalbihi, kisha akaitakidi kwa moyo wake, ana yaqini na la ilaha illa Allah. Yuyu mnafiki kwa moyo wake hana yaqini, ndipo Mwenyezi Mungu akasema wa hum fi raibihim yataraddadun, wao katika shaka yao wana taraddud na hii ndiyo tofauti yetu na wao. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hili akaweza kumbainishia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi na wewe hatuwezi kuwabaini moja kwa moja, isipokuwa baadhi ya alama alizowapa waumini, kama lahnil qawl, maneno ya makosa makosa, maneno ya urongo mara nyingine, au hila zao nyinginezo ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitambulishwa Insha Allahu taala Mungu akipenda, tutakuja kueleza zile alama ambazo twaweza kubaini kwa uchache, alama za uwazi kwamba hizi ni alama za unafiki kwa uwezo wa mwenye Mwenyezimngu Mwenyezi Mwenyezimngu subhanahu wa taala, atuepushe na unafiki, atuepushe na unafiki Mungu, tuepushe na unafiki, kwa sababu ni ulimwengu ambao pia unafiki una nguvu kwa kiasi fulani. Kwa wale ambao wana nguvu ya imani, wamekabiliwa na unafiki wa nguvu, na sehemu ambayo watu hawana nguvu ya imani, basi ule unafiki unafifia, kwa sababu wanafiki hawana haja ya kudhihirisha mambo mengi na kutumia nguvu nyingi, kwa sababu wenyewe hawana imani wale wanaoishi nao. Lakini wakiishi na watu wenye imani kwa nguvu, basi na wao kudhihirisha unafiki wao Mwenyezi wa Mungu atujalie tuwe ni waumini wenye ikhlasi wa kweli kweli. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.